Wal, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi mwenye wa rehema mwenye kurehemu. Sema: ninajikinga kwa Mola mlezi wa wanadamu, mfalme wa wanadamu, Mungu wa wanadamu, na shari ya wasiwasi wa Sheitani Khannas, anayetia wasiwasi katika vifua wa vya watu

Katika sura hii Mwenyezi Mungu anamwamrisha nabii wake sallallahu alaihi wasallam, amwendee yeye, amombe ulinzi kumkinga na shari kubwa zinazowashinda watu wengi kuzitambua, kwa sababu zinatokana na matamanio yao na pumbao lao, basi wakatumbukia katika yale yale wanayokatazwa. Hiyo ndiyo shari ya wasiwasi wa Sheitani anayejificha machoni au hujidhihirisha kwa kificho. Wasiwasi wake ni kwa hila na khada Sema najikinga na Mola Mlezi wa wanadamu, mwenye kuendesha mambo yao, mfalume wa wanadamu kwa ufalume uliotimia kuwamiliki wote wafalume wao na maraia, Mungu wa wanadamu, mwenye uweza kwa kuwaswarifu kwa kwa ukamilifu watakavyo, na shari ya mwenye kutia wasiwasi watu, ambaye hurudi nyuma ukiomba msaada kwa Mwenyezi Mungu si dhidi yake ambaye hutia kwa kificho katika vifuwa vya watu ya kuwachisha wasende kwenye njia ya uongofu, kutokana na majini na wanadamu.